Kongamano letu la leo lina lengo la kuchochea mabadiliko ya kiuchumi ndani ya nchi yetu, ambayo masuala ya kikodi yamekuwa ni sehemu muhimu ya mabadiliko hayo. Katika kipindi cha miaka minne ya uongozi wa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, tumeshuhudia mageuzi makubwa ya kimaendeleo yaliyochochewa na ulipaji wa kodi na uwekezaji. Kodi imekuwa ni chanzo kikuu cha mapato ya serikali. Kupitia mapato hayo, serikali inaendelea kutekeleza majukumu yake ya msingi ikiwemo ujenzi wa miundombinu ya barabara, utoaji wa huduma za afya, elimu na kuhakikisha amani na usalama kwa wananchi wake. Natumia fursa hii kuwashukuru na kuwapongeza wawekezaji wote ambao tayari wamewekeza katika sekta mbalimbali mbali, na tunawaomba wawe mabalozi wazuri wa kuhamasisha wawekezaji wengine kuja kuwekeza hapa Zanzibar. Sambamba na hilo, na wasihi wawekezaji wote kuendelea kushirikiana na wazawa ili kuhakikisha uwekezaji huo unawanufaisha wao wenyewe wazawa, pamoja na wananchi wanaozunguka maeneo ya uwekezaji. Kongamano hili ni fursa nzuri ya kuendeleza mjadala wa pamoja, kusikiliza changamoto za pande zote na kuzitafutia ufumbuzi. Kwa upande wa serikali, tutaendelea kufanyia marekebisho maeneo ambayo yana yanaleta ukakasi katika mashirikiano ya umma na sekta binafsi. Hivyo nawasihi kutumia fursa hii kujadili namna bora ya kuanzisha na kuimarisha mashirikiano wenyewe kwa wenyewe katika kutoa huduma bora kwa wananchi. Mada za leo ni muhimu sana katika kujenga taifa lenye uchumi imara, ushindani wa kimataifa na maendeleo jumuishi. Tuendelee kujadili kwa uwazi, kwa hoja na nia njema, hususan katika wiki hii ambayo bajeti ya serikali kwa mwaka wa fedha 2025 2026 itasomwa ikiambatana na mageuzi mbalimbali ya sera za kodi na uwekezaji.